Asili Yetu TV, Asili Yetu Rada, tunakuona tunakusikia, tunakuinua. Ulipo tupo, tupigie kwa nambari za simu 0742374809 kwenye mitandao yetu tunapatikana kama Asili Yetu TV, Asili Yetu Rada tu 2026 vipaji vya mikoa, Asili Yetu TV. na karibu sana mtazamaji wa Asili Yetu TV popote pale ulipo, na tumaini mzima wa afya langu. Jina naitwa Ngoji. Kwanza, shukrani sana kwa wadhamini ambao wao wanaendelea kutushika mkono kupitia Asili Yetu TV, na kubwa zaidi tumezindua ile tua ambayo inaitwa Asili Yetu Rada elfu mbili na ishirini na sita. Sasa kaa kijanja, mkoa kwa mkoa tunakufikia. Uh, lakini pia tuwashukuru wadhamini ambao wao wametushika mkono, ni nao ni Kigamboni Mini Market ambao wao wanasababisha sisi kufika hapa. Sasa Kigamboni Mini Market wanapatikana barabara ya Vegas mm. ukiwa na mahitaji mbalimbali mbali ya nyumbani, hakikisha unafika Kigamboni Mini Market, ambapo utajipatia mahitaji ya nyumbani mbalimbali mbali mbali, eh, wako pale watakupa huduma na utaenjoy zaidi. Lakini pia tuwashukuru ndugu zetu kutoka Iringa Tanzania hawa nao uh, wanaitwa The Glory School, wanapatikana Lungemba, eh, Mafinga. Ukifika Mafinga tu ni kilomita chache tu kufika shuleni kwao. Wanatoa huduma za elimu, malazi yaliyo mazuri, lakini pia ndani ya shule yao kuna hospitali, lakini pia wamezingatia wa masuala ya, ya kiimani. Tunazungumzia kiimani nini, lazima ukue kiimani zaidi. Waislamu wako pale, wameajiriwa kwa ajili ya kutoa elimu, lakini pia wachungaji wako pale kwa ajili ya kutoa nini elimu kwa wanafunzi. Sasa zingatia msimu huu hapa, hakikisha mtoto wako anaenda kusoma hapo. Lakini pia mtu wa mwisho, Kombolo Waini kutoka Dodoma, ambao wao wanasababisha kwamba tunakuwa vizuri. Hakikisha unapata mvinyo waini ambayo iko haina kipengele chochote. Ukiwa Njombe kwenye mini market zote unazipata, lakini pia kama unahitaji bidhaa hii uelewe unaipataje pataje Tuulize asili yetu TV, kwani sisi ndo mabalozi wao tuliokamilika kabisa. Na leo bwana, niko Kibena, niko Kibena kwenye kiwanda fulani hivi, nadhani utakuwa umeshaona picha nini ambacho kipo sasa. Angojii, wajibu wangu mimi ni kutafuta zile habari ambazo zenyewe zimefichama ili nikusogezee wewe uweze kujifunza. Sasa nisikuchosha, nikusogeze kwa mhusika ili tupige naye story. Cheki kwanza mashine hii hapa. Tumezoea mashine nyingi kama hizi zinaendeshwa na wanaume, lakini leo tuko na tuko na mwanadada ambaye yeye ndio opaleta wa hili mtambo. Mimi nikikaa hapa bwana, siwezi kuelewa chochote kinachoendelea. E, dada, mambo vipi? Kwanza bwana msela tu haa. au vipi? <laughs> E e, karibu sana asili yetu TV, tumekunasa. Uh, unaitwa nani? Naitwa Fadina, Fadina Abdallah. Abdallah. mtu wapi wewe? Kiasili ni mtu wa Mtwara. Mtwara? Mtwara mpaka Njombe? Uh, ni kwamba nimetokea Songea, yeah. Kwa maana nilikuwa naishi Songea ndipo nikaja hapa Njombe. Okay. Ah, uh, kwa mtazamaji ambaye anatutazama sasa hivi, so bado hajafahamu hapa tupo sehemu gani hasa. Hapa mpo, Tanwat. Tanwat? Yeah, Tanganyika Wattle Company Limited. Tanganyika Wattle Company Limited. Ambapo mnahusika na ahusika na vitu mbalimbali, nguzo za umeme okay. Ndo uko hapa, una muda gani hapa? nina miaka miwili. miaka miwili bwana, e mimi mpaka nikasema nikutafute, baada ya kuona kuna clip fulani inatembea mta, mtandaoni ukiwa, okay, unaendesha mashine hii hapa sasa. Nikasema huyu dada, namna gani, uzoefu huu, ilikuwaje kwanza, ndoto ilikuwa yako kuanzia mtoto au ilikuwaje? Ah, hapana, mm -hmm. Haikuwa ndoto kuanzia mtoto toka kuanzia mtoto, lakini nilipofika umri fulani nikajikuta mm -hmm. napenda kujihusisha na mambo ya mashine mm -hmm. magari na vitu kama hivyo, kwa hiyo nikapata msukumo kutoka huko mm -hmm. ndipo nikaamua nichukue ile jukumu kujifunza mashine mm -hmm. okay. hii mashine siku ya kwanza kuanza kuioperate kwako ilikuwa ina ugumu gani? ah, ilikuwa haikuwa na ugumu sana kwa sababu mm. tayari nilishakuwa na ujasiri wa kufanya hiki mm. kitu kwa sababu sikuanzia hapa. Okay. nilianza nilienda chuo mm. chuo cha mitambo ndipo nikaja hapa. Okay. Yes. chuo tumesoma, chuo kiko wapi? Chuo kiko Dar es Salaam. Dar es Salaam eh, Kijitonyama. Okay. wakati sasa tunatoka labda nyumbani tunaelekea kule, sapoti tuliipata kutoka kwa wazazi au tuliipata kutoka kwa mme au namna gani? Wazazi. kwa kwa kwa hiyo tunavyotoka nyumbani, tulikuwa tunajua kabisa tunaenda kwa ajili ya kujifunza mtambo zaidi, nataka okay. Sasa ile siku ya kwanza baada ya kupata elimu darasani na imani, kuna elimu ile ya darasani, alafu tunatoka sasa nje, ile ile ile hatua ya kupiga kuwasha ilikuwaje? moyo haukwenda mbio? ah, kwa siku ya kwanza kweli unajawa na mm. uwezo, kwa sababu ni kitu ambacho ukiangalia ni kikubwa. Eh. Kwa hiyo uoga upo kidogo, lakini unajipa moyo hmm. Na mwisho wa siku unazoea okay. ni unaona tu ni hali ya kawaida baada okay. ya muda fulani. Na chuo tulisoma takriban miaka mingapi? Hapana, chuo ni miezi miwili hmm. ambapo una, unaenda pale chuoni. Baada ya hapo unaenda Field ya okay. Field ya kwanza tulitua wapi? Field ya kwanza nilikuwepo hapa Taniwati Taniwati Ha, Njombe! Njombe inalea watu jamani! <laughs> ni kweli. kwa connection ya kutoka Dar es Salaam kutoka huko kwenu mpaka Njombe ilikuwaje? nilifuata utaratibu mm wa chuo na sehemu husika mm, kwa maana unatuma, unatuma barua ya maombi ya field unaipeleka kwenye ofisi kuu ambayo ni ED office pale ng'ambo, mm, inapokelewa na Iciara baada ya hapo, wakishakuwa wako tayari kama kuna nafasi zipo hmm. wanakupigia simu okay. Sasa mimi nataka bado niko na wewe Juna. kuna vitu nataka baada ya kufanya field kwenye kituo hiki hapa, tulifanya field muda gani na baadaye uliondoka au ndio ulibaki? Mazima, nilifanya field kama miezi mitatu hmm. okay. Baada hapo nikaajiliwa hapa hapa okay. hmm. kwa hiki ni kituo cha kwanza wewe kwa kuajiliwa kwa hiyo mashine hii sasa hivi kwako wewe una unaichukuliaje ni nyepesi au ni namna gani? Ah, kwangu ni nyepesi ni sehemu ya mm -hmm. kazi yangu kwa hiyo ni kitu ni kitu chepesi kabisa kwangu. Hujutii chochote na una enjoy kabisa? Na enjoy kabisa nina amani zote kufanya hii kazi ambayo naifanya. Na labda kuna wanawake ambao wanafahamu unafanya shughuli hii, labda hawajai kukaa na wewe kwamba mwenzetu ulianzaje au yaani hivi vitu kama hivyo ambavyo changamoto tumekutana navyo, kwa sababu kazi hizi mara nyingi tumezoea wanaume ndio wanapambana nazo. Sasa wewe kama mwanamke, labda kuna wanawake wanakufuata wanakuuliza, bwana umewezaje? Bwana, kwa nini umeamua kufanya kazi kama hii? Kwa nini usiachane nayo? Ah, kwenye wanawake nadhani bado wako na hiyo hali ya kuwa na uoga mm, wanawake, hapana, ila wanaume huwa wananifuata kuniuliza sehemu niliposomea mm, labda imekuwaje kuwaje mpaka nimefikia hapa. Wao huwa wa, wa, nafika kuuliza ili wapate kichwa kitu ambacho kinaweza kuwasaidia, labda wanaweza kuanzia hapo mm. Na unavyoendesha mtambo huu, vitu gani ambavyo wewe binafsi unafikia uzingatie? Sana usalama. Usalama hili basha linaweza kuanguka ikitokea kwa uzembe, Linaanguka. Ai, isianguke kabisa wala mm. kuanguka kama inavyoanguka labda mabasi okay. lakini naweza likachegema upande mmoja, lakini umakini, umakini kitu kinachohitajika zaidi Okay na kuna changamoto yote ambayo mrai like, kukutana nayo sasa, kuanzia kwenye masomo mpaka sasa hivi ambayo ilijaribu kukatisha ndoto zako, lakini uliamua kusimama imara kusema lazima hili nifanikishe? Ni ah changamoto mpaka sasa hivi? Hapana, hapana mm. changamoto zingine ni za kawaida tu ambazo ndogondogo, ambapo mm. hata usipokuwa na fanya kazi wa hii kazi mm. unafanya kazi sehemu nyingine mm. changamoto zipo, zipo. E, lakini hamna changamoto ambayo imefikia hatua kunikatisha tamaa. Okay. Unasema kwamba shuleni ulipelekwa na wazazi. Wazazi wana wanajivunia vipi hiki kitu ambacho nakifanya sasa hizi wamekupa saruti au bado wanakuwa na kwamba kwa, kwa nini mtoto wetu anamfanya kazi kama hizi? Kwa nini alichagua hiki? Au ah, wanajivunia sana mimi. Wanajivunia. Wanajivunia sana mimi. Pengine kwenye familia yetu mm. ndio mtu wa kwanza. Ah, nimefungua njia. Nimefungua njia. Wengine wako na shughuli zingine. Okay. Bila kwangu mimi nilichagua kuoperate. Okay. Na sasa hivi tuko kwenye familia ambayo labda wewe unaishi na mume, una familia. Hapana. Hapana. Siishi na mume ila niko na watoto. Uko na atoto. Watoto. Watoto wangapi? Watoto wawili. Wawili. Ah uh, ni wa jinsia? Jinsia wa kwanza ni wa kike, wa pili ni wa kiume. Sasa katika wale watoto yupi ambaye unaona kabisa huyu anaweza kufuata nyayo ninazopita mimi? Eh ja, labda huyu wa kiume, anapenda hmm, magari. Anapenda magari. Yeah, Wachiche. Kuwa daktari kuwa daktari. Okay. Umesema una miaka mingapi unafanya hii hapa nilipo? Nina miaka miwili. Miaka miwili. Nini maono yako? Unatamani nini hapo mbele yako, kwa sababu kila mtu anafanya kazi kwa malengo. Baada ya miaka kadhaa unatamani labda kuwa na ukuwa zaidi ya hapa au kuwa na kiwanda vitu kama hivi? Ah, kitu ambacho nakitamani ni baada ya miaka kadhaa kufikia kupiga hatua zaidi mm. ya hapa nilipo hivi sasa kwa sababu kila kitu unafanya kwa malengo. Okay. Nafanya kazi kwa ajili ya sababu nyingi, ukiwemo mm. ukizi mahitaji mm. kufanya maendeleo fulani mm. kwa hiyo natarajia baada ya miaka kadhaa nitafikia yale malengo yangu ambayo na, na natamani yao. Okay. Yawe uh, kwa mtu ambaye anatutazama sasa hivi wengi, hii ikipita iki sehemu, wengi majina yao hawajui vizuri, ila wataita trekta wengine wa wataita tinga, tinga. Hii ni mashine ya aina gani hasa? hii ni mashine ya glabloda. Okay. manake? ii yenyewe. M. Mm. Ukiangalia zipo front loader mm. ambazo ni zile ambazo zinachota na kijiko. Zinachota na, na kijiko. M. Mm. Lakini grab loader, nimeita grab loader kwa sababu ya hiapa, I, i, i, hii hapa. Hii CGI. Hii cha mbele hii. Ni grab. Okay. Kama yeah. Isha, kama aina ya mkono hiyo. Yeah. Okay. Na wewe kama wewe so, sasa ni mashine ngapi ambazo unaweza kuziendesha? Achana na hii sasa. Naweza kuoperate mashine mbili zaidi. Tukiachana na hiyo. Okay. Ni operator wa hydraulic excavator. Mm. Ni operator wa backhoe. Okay. Backhoe ni mashine aina gani? Ah, ni mashine fulani hivi. Ambapo mbele ipo kama ni front loader, mm. afu nyuma ipo kama um, nani excavator. Okay. Hizo zote, kwa hiyo hapo takriban sasa hivi ni mashine tatu ambazo unaweza kuzienda kuzioperate. Na kwanza mimi nikupe hongera. Nikupe sana hongera kwa hiyo. Uh, sasa tunataka useme na wanawake ambao wao wamekata wa tamaa wako majumbani tu. Uh, nadhani unafahamu. Kuna wanawake ambao wao yani wakikuona wewe unafanya shughuli hii, yani anakochukulia kwamba huyu huenda amekosa yani si wanakochukulia wanachukulia jechukulia. Sasa tunataka uwape elimu ili waweze kufunguka uh, kiakili waweze kujiajiri na kufanya zile kazi ambazo wao wanazani kwamba hizi kazi ni wanaume tu, kumbe hata wanawake pia mnaweza kufanya. Uh, ningependa kuhamasisha wanawake wenzangu mm. yoyote yule ambaye yuko nyumbani, labda ana shughuli ya kufanya pengine, nitegemezi au mama nyumbani yeah, okay. uh, kwa miaka sasa hivi mm. hata shughuli pia hizi shughuli za familia na nini, huwa tunasaidiana tunategemeana mm. usitegemee tu kwamba na mtu nyumbani labda anakuletea chochote usiridhike na kile kitu. Hebu mm. jaribu kutafuta namna ya kupambana kutafuta pesa kwa namna nyingine ili uweze kuamua mahitaji mengine na, yunga, na, jamina, na kwa jumla jana jamii nayo zinazozunguka kwa na jamii nayo zinazunguka. Mm. Okay. Na ushauri. Hizi sio vitu vya kuogopa ni kitu cha mm. kawaida ni vile tu mtu akiamua mm. anaweza kufanya mm. ukipenda unakifanya. Okay. Lakini kukaa nyumbani tu kwa mama nyumbani sio suluhisho la matatizo. Okay. Tangu ulivyosoma mpaka sasa hivi kuna wanawake wangapi kama wewe wanafanya shughuli kama hizi? No. Ambao wewe umewaona kwa macho yao na aidha mna mawasiliano mnapeana ushauri, bana hapa afanya kitu fulani. Uh, nadhani eh, nimeona watu wawili No. wanawake wawili ambao kwanza nilisoma nao. Okay. Au ndio ambao mwingine mm. ni hydraulic excavator operator na mwingine ni Okay. Moja ya kitu ambacho we unajivunia kuwepo Njombe ni nini? Asili yake pia ni sehemu nzuri, sehemu nzuri mno, o mno, ah mno mno mno mno. Na kitu ambacho unakichukia kabisa Njombe, yani unakipendi kabisa Njombe, unatamani, yani, kama ungepewa fimba au ungepewa elimu, ungewapa elimu kwamba jamani Njombe bibi, sipendi hiki kitu kinakera. Nadhani kuwa na mitazamo tofauti hmm. Kwa watu kama mimi hapa ambayo tuna, tunafanya kazi kama hizi mm. Unajua kila mtu ana mtazamo wake, huwezi mzuie mtu kufikiria kile anachofikiria mm. Ila tunaangalia namna ya kwa kuwaelimisha kwamba hiki ah, kitu kinawezekana mm. Sio kwamba mimi tu naweza kufanya, wewe ukitaka mm. Ila tu naweza kufanya hata wewe ukitaka, unaweza ufuate utaratibu unahitajika, okay. no mpaka kufikia hapa nilipofikia mimi kuna okay. Wengine hakuangalia wana, wana, wana, kazi nyingine za kufanya hii kazi iko iko hivi, mbona kazi iko vile? Na hapa kiwandani, wanawake mnaofanya shughuli ngumu ngumu ambazo mmeingia, mko peke yako, changamoto gani ambayo inakukuta sasa kufanya kazi wewe na wanaume, kwa sababu <coughs> kiwanda tunajua kina watu wengi na ni wanaume, wewe uko peke yako, kuna kuna kitu gani ambacho wewe unaona kinakupa ugumu sana eh? Au wanakuchukuliaje unavyofanya hivyo? Ah, nashukuru wafanyakazi wenzangu wote ambao wananizunguka hapa mm. Tuko nao vizuri, wananichukulia kama watu wengine wa kawaida okay. Yaani hawanichukulii uh, vibaya kwa sababu ah, yule ni wa kike hamna mm. Naishi vizuri, wao wanachukulia vizuri na hakuna changamoto yoyote ambao naipata kutokana na jinsia yangu okay. Au labda na aina ya kazi mm. ninayoifanya okay. Wote tuko vizuri. Baada ya kutoka kazini, kitu gani ambacho unapenda sana kufanya ukiwa nyumbani? Ah, kushughulika na majukumu yangu ya nyumbani kwa sababu baada ya kazi hmm, kuna shughuli za nyumbani za kila siku za, za kijamii pia kwa lazima zifanyike hizo. Lazima zifanyike okay. Ah, maisha yaendelee. Ya maisha mengine yaendelee. Nikiwa kazini ni mfanyakazi ni operator, hmm. hmm. nikiwa nyumbani ni mama, nikiwa nyumbani ni mwanamke ambaye nashughulika na shughuli zingine zote okay. Swali so, langu la kichokozi tu, ah, najua uko kwenye mahusiano, kuna sapoti gani ambayo anakuchukuliaje kwanza eh, shughuli unayofanya maana wakati mwingine sasa ah, mi nimeoa, haiwezekani bwana, amna askari haiwezekani. Mi bwana mm, hapo <laughs> pana shida mm. mm. Sumbuka anakuchukuliaje, anakupa sapoti au uh, mwanamke hivi kweli, nilianzaje? mm. sunajua ile naweza nikawa, kwa mfano kama mimi naweza nikawa na mahusiano na daktari, unaelewa alafu muda mwingi yani, kila nikifikiria hivi nilianzaje kuwa mimi na mtu waine, naona kabisa yani, mtu, yani, kari, yani kitu ambacho kinatenganisha kwamba kazi na mimi naona hiki kitu kama hakiko sawa. Ah jamani, kwa sasa hivi niko single, jimbo liko wazi. Kwa hiyo tunaruhusiwa kutuma maombi. Ah, yeah. Nilitaka yani, singo. Singo. Tucheke tu kidogo. mm -hmm. Lakini labda kuna mahusiano ambayo umewahi kuwa nayo yakawa yako kinyume. Unajua watu wengi ndoto huwa zinapotea baada ya kuingia kwenye ndoa. Uwezekana yule mtu ambaye umeanzisha naye safari hakubaliani na kile kitu, labda kuna uliwahi kuwa kwenye mahusiano alafu mtu huyo akawa anapinga kabisa hiyo hiyo ishu kwamba haiwezekani tamaa ah, unataka kukatisha tamaa kuwa nani, haiwezekani. Niliambiwa mm -hmm. ah, nichague kati ya kazi mm -hmm. au yeye. Kati ya kazi au yeye au yeye? Wako ukachagua nini? Nichagua kazi. Ulichagua kazi. Kazi itaendelea kuwepo tu. Yani kari... Kwa nini sasa alikupa hivyo vipengele? Sijajua alikuwa na, na shida gani, au ya mtazamo mm. yake pia ilikuwaje? okay. Na nadhani kutokuwa na imani Okay. Na ulipokeaje lile neno, wakati anakuambia, kwako binafsi, najua hukutoa jibu saa hiyo hiyo ila, ulikaa, ulifikiria, ilikupa shida kiasi gani? Ah, nilipa shida mm, kwa namna fulani ilinipa shida sio siri mm, lakini kutokana na sapoti pia ya familia mm, mawazo ya familia yangu, kwa sababu hata wao pia ndio walihusika kwa namna moja, kwa asilimia asilimia mia, tuseme, mm. Familia yangu ndio imehusika na kila kitu ambacho kufikia mimi hapa hivi. okay. Kwa hiyo hata yeye alipofikia kuniambia vile, mm. Haikuwa shida. Ukipata pingamizi kwa mtu mmoja ikiwa na kusapoti watu kumi, mm. Sio tatizo, sio tatizo. Najipa moyo, hebu jaribu, ufuata ufuata kila kitu moyo wako ambacho unapenda. Okay. Usifanye kitu kwa kusukumwa na mtu, mm. Fanya, ah, fanya kitu kwa sababu unakipenda. Okay. Na usio kukatishwa tamaa mm na mtu yoyote, simama imara, sababu tunaishi mara moja. Hebu ishi vile ambavyo unaona inafaa, ili mradi okay. haiathiri jamii na watu wengine wote wale, hawaathiriki na hicho kitu. Kama ni kitu kizuri, fanya fanya. Ya, nimeipenda hiyo msimamo wako, hiyo nimeikubali. Aa, mimi nikupe nafasi ya mwisho, kama kuna kitu nataka kumalizia. hmm. mimi ningependa kuwashukuru watu wote hmm ikiwemo familia yangu mpaka mm -hmm. kufikia hapa hapo, nilijua utasahau. Yeah, baba na mama, mama, mm. wote wangu, pia kwa sababu nao ni moja kati ya sababu kubwa mm. kubwa mno ilionifanya mimi nifikie hapa leo. Okay. Wamesi wamesimama imara, wamesimama, wanajua yuko mama anapambana kwa ajili yao. Okay, umemaliza au kuna kingine? Nah, ya, ah, ni kweli, nashukuru sana mm. pia ningependa kwa washauri wanawake wengine. Kwa mwanamke yoyote yule ambaye anaona yuko, yuko tayari, anakipenda hicho e kitu mm. E, jaribu afanye kile kitu ambacho anakipenda. Nadhani kwenye ufanyaji wa kitu ambacho unachokihitaji una mm. utafanya ufasaha zaidi kulikowahiyo okay. usi akasem kwasababu, ah, mimi siwezi kufanya kitu fulani mm. ya jinsia yangu ana hamna mm. kitu ambacho sasa kipo kwa kwaajili ya jinsia okay. kwa sababu hao watu wanaofanya kazi hizo zingine miwili kama zingiewana wana miguu mingi, wana wanatumia kitu na ubongo unaotumia wewe huo, pengine mtatofautiana tu kwenye fikra, lakini kuna namna fulani ninapotakuwa mnafikiria sawa, okay. Kwa hiyo fanya kile kitu ambacho nakipenda, okay, na unachoona, yeah, wewe kinafaa kina, kina maslahi kitakufikisha mahali fulani, kutokea kule. Shukrani sana, tukumbushe jina. Naitwa Fadina Abdalla. Fadina, fa? Fadina, Fadina. Fadina. Yes. Okay, Abdalla Abdalla bwana, yes. e mimi nikushukuru sana asante, asante kwa kunipa nafasi kupiga stori na Asili Yetu TV moja kwa moja, tumenjoi. Mimi nilikuona tu mtandaoni nikasema hapana, huyu lazima nimtafute kwa gharama yote mpaka ni, nimpate. Nimenjoi, lakini pia tuna imani kwamba unaenda kufanyika kuwa daraja kwa, kwa wanawake wengine ambao wao wamekutazama na imani, mnashuhudia clip ambazo anaziendesha. Sisi watu wasije wakasema mbona amesimama nje tu ya mashine Jamani, tumeona clip zipo na kila kitu kiko sawa. Mimi nimepiganaye story, nimejifunza kitu kikubwa. Ni jasiri, tumpe support au sio? <laughs> Bwana shukrani sana ambaye umekuwa mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu. Mimi naitwa Ankoji na nyuma ya kamera tulikuwa na Dick sound, lakini sana kwa wadhamini ambao wao wametushika mkono, nao si wengine ni Kigamboni Mini Market ambao wanapatikana mkoani Njombe barabara ya Vegas ukifika hapo kuna mini market iko hapo ya kijanja sana bidhaa zote zinakuwa zinapatikana hapo lakini pia ni washukuru hombolo wine ambao wao wow, uh, wanatusababishia eh, pale tunapokuwa uh, tusikae kinyonge sana wine ambayo haina kipengele cha aina yoyote hakikisha unapita kwenye mini market zote uliza hombolo wine utasipata kwa bei rafiki na utaenjoy kabisa lakini the glory school kutoka iringa tanzania mafinga Uh, wao wanatoa huduma za elimu lakini pia wana hosteli ambazo ni nzuri. Ndani ya hosteli, ndani ya shule kuna hospitali, ndani ya shule kuna wachungaji, ndani ya shule kuna Waislamu ambao wao wanatoa elimu pale. Sasa zingatia kumpeleka mwanao The Glory School ambao wanapatikana Mafinga, Rungemba. Mimi kuishi kupitia hili niseme kwamba sina la ziada, tukutane tena wakati mwingine kwenye vipindi vyote ambavyo Asili Yetu TV tutakuwa tunakusogezea, lakini nikukumbusha tu kwamba asili yetu rada tua elfu mbili na ishirini na sita ndio kwanza tumezindua programu yetu leo, na tunaanza na majukumu yetu, ni moja kama hili nalo tumeshaanza kupita nalo. Mimi sina la ziada, naitwa Nkoji. Usisahau kusubscribe, usisahau kucomment, tukutane wakati mwingine.